Kila mmoja anafahamu kwamba anapitia katika hali ambayo anaipitia na haina haja ya kueleza zaidi kwamba anapitia katika hali gani, bali kila mtu analo la kujifunza ama la kusema katika haya yanayoendelea kutokea katika nchi yetu, na kwa sasa na kesho, kila mmoja anajua kwamba ni ya Mungu lakini Wakili msomi Boniface Anyisire Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanganyika Law Society, ameandika katika ukurasa wake wa Facebook akitoa maoni kwa kusema mambo kadhaa kama ifuatavyo. Mwabukusi anauliza nani alaumiwe? Moja, anasema, je, ni washauri wa viongozi wetu kutokutamka kutokutambua umuhimu na uzito wa majukumu yao kama wasaidizi wa viongozi wa kitaifa katika kulinda tunu za taifa ambazo ni pamoja na haki, utu, amani, utulivu na umoja wa taifa. Namba mbili anasema, je, ni washauri wa, wa na wasaidizi wa viongozi wetu kuwa na hofu ya nafasi zao na kukosa ujasiri wa kuwashauri kwa haki na hekima viongozi wetu, jambo ambalo linafanya viongozi kuwa washauri wa washauri wa wa. Namba tatu anauliza kwa kusema, je, ni kuwa anasema, je, kuna kupooza kwa mihimili ya dola hususani bunge na mahakama, jambo ambalo limesababisha mhimili mmoja serikali kujisikia huru kutokuzingatia kanuni sheria na katiba, kutokana na kukosekana kwa checks and balance katika uwajibishaji na muhimili mmoja yani serikali kujiona umejichimbia zaidi. Namba nne anauliza kwa kusema, je, ni kushuka kwa maadili na uwajibikaji katika sek sekta ya umma, jambo linalotokana na vyombo kama jeshi la polisi tume ya maadili ya utumishi wa umma, tume huru ya uchaguzi na tume ya kuni, na kuonekana ya haki za binadamu na utawala bora kushindwa kuonekana kuwa huru katika utendaji na utekelezaji wa majukumu yake. Namba tano Mwabukusi anauliza kwa kusema, je, ni kufa au kupoza kwa dhana na falsafa ya undugu pamoja na uzalendo katika mioyo ya wananchi ya kupelekea wananchi kugawanyika kisiasa, kidini na sasa tunaanza kugawanyika kikanda na kikabila, ambapo kumeibuka falsafa mpya ya uchawa ambayo ni mtu kujifungamanisha na mtu badala ya taifa. Namba sita anauliza Mwabukusi kwa kusema, je, tumekosa mfumo mzuri wa kidemokrasia wenye usawa katika uchaguzi zetu ili kuwe na uwakilishi sawia kwenye vyombo vya uwakilishi na maamuzi unaoshabihiana na uwingi harisi wa kura ambazo vyama vinapata katika chaguzi, tuondokane na mfumo huo wa sasa wa mshindi kupata vyote? Namba saba, Mwabukusi anauliza Je, ni watu wema kujawa na uoga wa kukemea maovu na dhuruma katika nchi kwa kuzidiwa na ujasiri wa watu waovu ambao wamekuwa majasiri katika kutekeleza uovu wao na kushambulia watu wema? Mwisho, Mwabukusi anasema ni lazima tupate namna bora ya kufikiri nje, nje ya ujivuni na kiburi hili kulinusuru taifa letu tulipo sipo, na tunakojaribu kupelekana siko kabisa. Hili ni andiko la wakili Boniface yanyesire Mwabukusi katika ukurasa wa Facebook, akiuliza ama kuhoji ama akitafakarishwa kwa kuuliza kwamba je, nani alaumiwe? Mtazamaji wewe unasemaje, nani alaumiwe? kama ambavyo Maswali saba ameyauliza Bonifasi Anyisire Mwabukusi katika ukurasa wake huu wa Facebook. Karibu kwa maoni yako.